Kwa hiyo nichukue nafasi hii kushukuru sana kufika katika mahali hapa, wilaya ya Mleba. Nafikiri tushukulia mengi na umeshafanya mengi kukubali kwamba kuja hapa siku ya leo na siku zote na kuja hapa, ndugu wazazi na wahitimu na wageni waliko, mabibi na mabwana, mtambue wote walioko hapa. Lakini awali ya yote kilichotuleta hapa ni kwa wahitimu wa kidato cha sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika shule hii nzuri sana ambayo ina walimu wazuri sana, lakini na dokta, isikia, wanakuita hongera sana dokta. Udaktari wako sijui dokta nani, lakini dokta wa nini, lakini naona udaktari wako umeenda kwenye mambo mengi, kama unaweza kuwafundisha watoto wakakaa hivi na bado wana afya njema. Naomba tumpongeze mkuu wetu wa shule kwa makofi kata, kwa kazi nzuri ambayo na Mheshimiwa mwenyekiti, ni sala nimeipokea nimeisikia, najua mambo mengi. Nimewapongeza sana walimu, naona hakuna changamoto kubwa sana, isipokuwa kwamba ni machache ambayo tunabidi tuyafanyie kazi. Yaliyo mengi ilikuwa ni shukurani kwa walimu, shukurani kwa wazazi, shukurani kwa wananchi, shukurani kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Nisale, kwa kazi nzuri ambayo ameifanya ndani ya shule hii. Nimesikia Nisale inasema kwamba mlikuwa yanga, walikuwa mia mbili mia mbili thelathini na tano lakini waliohitimu mpaka sasa ni 188. Hongereni sana waliofika siku ya leo wahitimu ongeleni sana, makofi ya yatoshi. Siku ya leo ni siku ya pekee. Mimi kwa upande wangu nasema siku ya leo ni siku ya sherehe, kwa sababu mtihani uko mbele yetu, nabidi tuendelee kujiandaa kwa mtihani ili tuweze kufika sasa mwisho wa safari yetu ya elimu msingi na elimu ya sekondari. kwa maana hiyo Ndugu wazazi, ndugu walimu, wageni walikwa, mnafahamu shule hii kihistoria ilianza mwaka elfu mbili na tisa lakini mpaka sasa unaona inaendelea kufanya vizuri. Na nimefika hapa ngapata mshangao, nkauliza idadi ya wanafunzi. Sijajua kama umeshapata idadi ya wanafunzi walioko hapa, wanafunzi kabla ya hawa wanaoenda, wanaofanya sherehe wako wanafunzi zaidi ya elfu mbili na thelathini na sita elfu mbili zaidi ya elfu mbili na thelathini na sita Walimu ongeleni sana kwa kazi nzuri sana, lakini mkuu wa shule ongeleni sana. Ukichukua wastani wa elfu mbili na thelathini na sita ukachukua walimu arobaini na nane wiano mwingine tofauti kwao, niombe hili tulichukue. Ukichukua wiano wa arobaini na nane kwa wanafunzi hao elfu mbili, kwa kweli mnafanya kazi za ziada. Nimesikia kwenye matokeo mnafanya vizuri kwa kweli, mnastahili pongezi sana kwa sababu wazazi wa wazazi, naomba tuwapongeze walimu, watoto wako zaidi ya elfu mbili. Lakini wastani wa arobaini na nane walimu hauingii kabisa. Kwa maana hiyo tunawapongeza kwa kazi nzuri mnayoifanya. Haya ni mahafali ya nane na mnaendelea kufanya vizuri, kwa hiyo hongereni sana. Kwenye risala tumesikia kwamba mafanikio yakiwemo ujenzi wa madarasa, ujenzi wa matundu ya vyoo, mabweni. Salamu hizi zimfikie rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwamba shule hii ameitendea haki kwa kipindi hiki tu nimepata taarifa na kwenye isara nalikuwepo matundu kumi lakini kwa sasa yamejengwa matundu kumi na sita sio kazi ya kawaida matundu kumi na sita yamejengwa hapa hapa kwenye shule lakini pia mabweni likuwepo bweni moja lakini sasa yamejengwa mabweni manne ama tumpigie makofi rais wetu majengo hapa mabweni manne yalikuwepo, madarasa kumi na mawili, lakini mpaka sasa yamejengwa madarasa kumi na saba. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Nani kama diwani? Nani kama magongo? hayo yote yanafanyika kwa sababu shehe wetu ametupa kwamba tunaenda kwenye uchaguzi lazima tuhakikishe kwamba tumechagua chaguo sahihi. Usichague sahihi, usichague hii chaguo ambalo si stei yako, na uwezekano ukaenda ukachagua suruali ikakubana. Hakikisha kwamba umejipima kwenye vipimo. Vipimo hivyo ni hivi hapa tunavyovitaja kwamba vilivyofanyika mbele ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! CCM oyee! Mheshimiwa Mwenyekiti, haya nayosema ni mafanikio ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ishirini ishirini ishirini ishirini na tano Wanafunzi lazima muwe na kumbukumbu kwamba tunatoka wapi na tunaelekea wapi. Tulikuwa na mapungufu ya madarasa, lakini sasa hivi tuna madarasa hayo. Tulikuwa tuna mapungufu ya mabweni, lakini la rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la mreba la, la, la, la, la kaskazini lakini pia na diwani wa kata hii mista Magongo, ndio wanaoshirikiana waje kuleta maendeleo ndani ya shule hii. Kwa hiyo ndiyo kazi ya viongozi ambao mmewachagua. Lakini wapongeze viongozi wa dini <coughs> tukiongozwa na shehe wetu wa mkoa na wengine wote kwenye dini zingine kuendelea kuombea mkoa wetu wa Kagera, tukiongozwa na Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Fatuma Mwasa. Alipoingia ndani ya mkoa wetu wa Kagera, amefanya kazi nzuri sana, amesimamia maendeleo ya mkoa na ndio maana mnaona mkoa unaendelea kupiga hatua. Ndugu wazazi, nichukue nafasi hii kumpongeza mfadhili wetu Raisi wa Uganda Yoweri Museveni kabute ndiyo mwanzilishi, nafikiri wa shule hii. Mpaka sasa haya yaliyoanzishwa yote ambana rasi ayapo, alitoa ufadhili wake, na salamu zake zimfikie mahali alipokuwa kwamba sisi wa Tanzania, wazazi wa maeneo haya, tunashukuru sana kwa kuanzisha shule hii, na serikali itaje ikaendeleza shule hii kwao naomba mfikishe, na nimepata taarifa kwamba muda si mrefu aliweza kuwezesha kisima cha maji hapa kwa na maana watoto wetu wamepata maji hapa hapa kwa ufadhili wa kutoka kwa rais wetu kutoka Uganda. Kwa hiyo tuombe kwamba aendelee kutufikiria na aendelee kutufadhili katika mambo. Mheshimiwa, mweshimiwa mwenyekiti wa bodi najua saa ilikuwa ndefu kidogo, lakini yaliyo mengi yamesemwa hapa, na mimi sitaenda mbali sana. Nijue kwamba wahitimu, tunaenda kuanza mitihani tarehe tano mwezi wa tano ishirini ishirini na tano. Naomba tusikilizane, tunaenda kuanza mitihani muda si mrefu, tuhakikishe tumejiandaa kwa ajili ya mtihani. Leo tumefanya sherehe isitufanye tusahau yale ambayo tumefundishwa. Naomba mwalimu uendelee kukaza pale pale unapokazana. Umeniambia ukifika hapa kati ya watoto elfu mbili, ukija hapa unaweza kujua kwamba madarasani kama hamna mtu, hii yote ni nidhamu. Nikupongeze mwalimu wa nidhamu, mwalimu wa nidhamu, mwalimu MC, mwalimu wa michezo, mwalimu wa vitu vyote, ongeleni sana. Naomba tupige makofi mengi sana wakati unaendelea endelea fikiria, fikiria kwamba nifanyefanyeje lakini sina uwezo wa kufanya <laughs> kama alivyotabulia kwamba na chuo na watumishi walimu zaidi ya ishirini na uh, nane nina vituo zaidi ya kumi na nane ndani ya tanzania mkoa wa kagera na walimu wanaosoma diploma zaidi ya mia tatu sabini nina kozi mbalimbali ambazo naziendesha pale kwa maendeleo ya jamii na kadhalika tana kuonaona lakini sasa sina namna lakini kwa kazi nzuri unaoifanya, hongereni sana walimu. Mmesema kwamba ziko combination mbalimbali hapa, kuna HGK kuna Iron, kuna HKL kuna PCB kuna CBG. Hongereni sana wote ambao mko katika combination hilo. Nafahamu kwamba hapa tutapata madaktari. Madaktari mko wangapi madaktari wanyoshe mikono. Ah, wote mnakuwa madaktari, hongereni sana, mnaenda kutibu afya zetu. Lakini pia watakuwepo wanasheria, wapo waandishi wa habari, nimeona hapa, hongereni sana. Wako wangapi waandishi wa habari? Nyosha mikono. Sawa basi, kila mmoja unaposoma lazima ulenge unaenda kuwa nani, lazima uwe na la malengo sawa tafurahi sana siku moja nikakutana na wewe mshakuwa madam president, ukasema wewe ulikuwa mgeni rasmi na kufahamu, naomba nikuhudumia. Lakini tafurahi sana walioko hapa mbele mbele yenu, ukishakuwa viongozi, mwakumbuke ili muweze kuwahudumia. Lakini la nyingine, hakikisha kwamba nidhamu imetangulia mbele, kama wazazi walioanza kidato cha kwanza mpaka sasa hivi kwa kidato cha sita bado safari ipo mbeleni sawa sawasawa, kuhakikisha kwamba unapomaliza mtihani wako ujitunze. Hakikisha wazazi, usiwaruhusu watoto wanapomaliza mtihani wakaenda kwa shangazi, kwa mjomba, kwa nani. Kuna shida kule kwa mjomba na shangazi, kuna mambo mengi marihi. Yako inakuta yako tofauti na ya kwako wewe uliomlea mpaka sasa. Hayo mambo tuliyaona, mimi na miaka kumi na tano watoto wanakuja na kwamba baada kwa ya kuenda chuoni na kwamba niko kwa shangazi Matokeo yake baada ya muda mfupi anakuja na mimba, napeleka mimba kwa mzazi wake. Na wapa hiyo, swala la malezi ni la wewe mwenyewe, sawasawa? Mama sawasawa, baba sawa. Wazazi muhakikishe kwa sasa umefika, amemaliza kidato cha sita, kaanaye aende chuo mpaka atakapokuwa amechaguliwa mkabizi mkononi mwa serikali, tutakuwa na uhakika kwamba huyu mtoto sasa amepiga hatua kwenda ngazi ya chuo. Hakikisheni hilo imelizingatia, lakini sheha hapa amesema kuhusiana na mikopo, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa miaka yote ametoa asilimia mia kwenye mikopo ya watu wa elimu ya juu. Nani kama mama Samia, wazazi? Nani kama mama Samia? Lakini hapa nimesikia wote wahitimu wanapomaliza hapa wanaenda vyuo vikuu, ongeleni sana mwalimu kwa mara nyingine lakini niseme kwamba kwa wale ambao hawataweza we, kwenda vyuo vikuu, mi nawakaribisha kwangu. Wakaribisha kwangu ili waweze kujiendeleza ngazi ya diploma, walimu na elimu ya msingi, maendeleo ya jamii, uhasibu na kadhalika. Na mimi nitakuwa tayari mwalimu kusaidia, wala tuka wamebaki niletee kwangu, utawalipia asilimia hamsini wataendelea kusoma na wataendelea na digrii na watakutana na wenzao walioenda kule kwa watakaobaki tka skna wazazi, yule ataka kukuta amepata el3 ya fom 6 unaruhusia kumleta chuo cha King Rumanyika, atafadhiliwa kwa asilimia hamsini kusoma miaka mitatu ili aweze kupata ngazi ya diploma apa ataendelea na ngazi ya degree. Kwa wale watakuwa wak wamebaki mii uzawadi ambao naweza kusema, lakini jingine tumeona kwenye changamoto changamoto tumesikia hapa ziko changamoto za kitaalamu, ziko changamoto sasa za serikali na ziko changamoto za sisi wanasiasa. Sasa za serikali yuko hapa afsalimu. Nafikiri tutakuwa tumehakikisha mkurugenzi, tutakuwa umekuja mwenyewe changamoto na za shule hii umezisikia, swala la vitabu, watu wanane wanasoma kitabu kimoja, niombe uifanyie kazi sana. Unaona mafanikio ya shule. Andika taarifa, peleka kwa mkurugenzi, mwambie sasa, huku nimekutana na lakini nimekutana Mstahiki Meya manispaa ya Bukoba wa ambaye kauli yake mbiu ni, ni mbi uchache wa maneno, wingi wa vitendo. Ameniagiza na kunielekeza kwamba sasa kule shule wanasoma watu nane kitabu kimoja, tafuteni wadau na sisi serikali tuweze kufika kuona msaada gani sawa, wanafunzi sawa sawa yeah. Sasa ndio mkabidhi afsa elimu aweze kufanya kazi hiyo, lakini pia na wazazi tuweze kushirikiana na, na walimu na sisi wengine ambao tuna watoto sehemu nyingine vitabu. Hamna, tunanua vitabu tukiona vitabu hamna tunaenda tunamnulia mwanafunzi ili haweze kujiendeleza kusoma, asipate changamoto. Kwa hiyo na sisi tuna wajibu kama wazazi kufanya kazi hiyo. Aa, changamoto nyingine ilikuwa ni walimu kutotosha, lakini niombe yasalimu na hiyo ichukue shule hii iwe na kipaumbele kulingana na wanafunzi walioko hapa. Rafiki itakuwa ndio shule yenye wanafunzi wengi, ko tuhakishe kwamba tumefanya kazi hiyo. Lakini mwenyekiti wa bodi, unao uwezo mkubwa kushirikiana na wazazi, mkakubaliana, msikubali watoto wasisome kwa sababu ya vitabu vimepungua unao kukaa kwenye bodi, mkatoa mapendekezo, mkaona namna gani vipi, mkapata mfadhili, mkaandika proposal. Mkihitaji hata mimi naweza tukashirikiana. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa Umani Sekondari, nilifika na zaidi ya ndiko imechukuliwa, nilikuja, haina bweni, haina madarasa, haina bwao, haina kila kitu, lakini kwa sasa kila kitu. Shule wetu wa mkoa, nataka nitengeneze ziara moja, niwapeleke muone ile shule sasa hivi inafanana naje, lakini ilikuwa ni majadiliano ya bodi ya shule, tukaandika proposal moja kwa moja kwa waziri watamiseni. Kwa hiyo ilikuja direct, ikuja kufanya kazi hii. Kwa hiyo niombe bodi ichangamke, uweze kuangalia namna gani kuwasaidia shule hii. Ah, jingine mimi nitoe ni pongezi kwa walimu tiari, lakini toe pongezi kwa matron. Matron ni wa hapa? wapo wapo Asi, nawapongeza sana, watoto wana nidhamu, watoto ni wasafi, ongeleni sana macho, lakini ni sambamba na walimu, ongeleni sana kwa sababu wanafunzi wako safi sana, sana. Wakati niko hapo mwenyekiti akasema, kwa leo sina neno, mavazi ya leo sina neno kabisa, lakini muonekano wa leo sina la kusema. Shukuru kwa kujibu risala yetu. Jamani, mgeni rasmi wa leo, mimi ni mara yangu ya kwanza kuona mgeni rasmi wa namna hii, ameupiga mwingi. Asante sana baba, ninamshukuru. Kwa sababu gani? Amemgusa kila mmoja. Kwanza hotuba yake ilikuwa imesheheni mambo ya kisomi, mambo ambayo yako standard mambo ambayo ni ya kutuelimisha wote, ni ya kutufanya wote tutoke na kitu kwenye sherehe ya leo. Asante baba, kwa kweli umetoa hotuba nzuri iliyo sheheni mambo ya kutujenga. Lakini pia ni mgeni rasmi ambaye ametoa zawadi kwa sehemu tofauti tofauti ambayo sijawahi mimi kuona. Ongera sana Ametoa pesa, ametoa vitu, ametoa maneno, vyote ni kwa ajili ya kutujenga jamani. Naomba tumpongeze kwa makofi mengi mengi sana, na sisi tunakuahidi kwamba yale ambayo umeongea hapa leo kuhusu bodi ya shule, kuhusu walimu, na jua afisa elimu yuko hapa na yeye amesikia, tunaenda kutekeleza kwa sababu tayari umetupa njia umetuelekeza lakini, ni kushukuru kwa kuonyesha hamasa kubwa kwa watoto wetu, kwa kuwapa zawadi jinsi mtu alivyokuwa anaonyesha vipaji vyake. Nimekuona wewe ni mtu wa pekee sana na uko makini sana, maana kila kitu ulikuwa unakiangalia na unakipa umuhimu wake. Asante sana baba, ninakushukuru sana. Umekuwa ni mgeni rasmi aliyekamilika ambaye amekuja kuonyesha urasimi wake. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Baada ya kukushukuru wewe na kuendelea kukuomba uendelee kuwa pamoja nasi kwa ajili ya kuwapatia watoto wetu geti na kuwatunuku zawadi mbalimbali ambazo shule imeandaa, basi uniruhusu niweze kuwashukuru wapatao. Kwanza namshukuru Mweshimiwa sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suruhu kwa kuifanya miundombinu ya shule yetu akishirikiana na watendakazi wengine. Shule yetu unaiona ilivyo, shule yetu ya Jenerali Msuguli inafanya kazi nzuri sana, sasa hivi imeanza kusomeka kwenye ramani na wewe unajionea ufaulu ni mzuri, nidhamu ya kutosha, watoto wetu wana afya nzuri. Tunaendelea kushukuru na tunaomba Mungu aendelee kutuimarisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia naishukuru serikali ya Uganda ambayo ilikuwa ni chachu ya kuanzisha shule hii, tunaendelea kuwaombea waendelee kutupa hiyo misaada. Lakini baada ya kuwashukuru, au pia ninawashukuru pia wageni wetu ambao wametoka ngazi ya juu kidini, ambao wameweka chachu kwenye sherehe yetu ya leo. Asanteni sana kwa kufika. Naendelea pia kushukuru wadau wote wa elimu ambao wanaendelea kuisapoti shule hii, kama ulivyosikia misaada mbalimbali, generator na mambo mengine tunayoyapata kutoka kwa wadau wao, tunawashukuru kwa sababu shule yetu inaendelea kusonga mbele. Lakini nimshukuru sana sana mkuu wa shule Dr Kashamba kwa ushirikiano anaoutoa kwetu sisi bodi pamoja na walimu kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata elimu iliyo bora. Asante baba, kwa jitihada zako. Naomba tumshangilie kwa makofi mengi. Nawashukuru walimu kwa ushirikiano wao kwa kuweza kuwalea watoto wetu kielimu, kinidhamu na kijamii. Walimu wetu wanafanya kazi kubwa, maana hapa shule ina watoto wengi kama ulivyoona, zaidi ya elfu mbili, lakini watoto wetu wana nidhamu na wanafanya vizuri kimasomo.